engeatanoshe mkono mbele, nyosha mkono mbele. Naweka hivi viti mikononi mwa Bwana kwa niaba ya wamama wote, mwenyekiti na wasaidizi wake wameshika viti hivyo. Kwa hiyo nawe funika macho yako usiangalie, utaona tu baadaye. muachie Mungu afanye, Baba, katika jina la Yesu. Leo ni siku ya ibada maalumu ambayo wamama wamefanya tendo vema wamekupamba Bwana Yesu, wameipamba nyumba yako kwa kutoa vitu hivi ambavyo wamegharamia kwa mali zao wenyewe. Mfalme, hili ni jambo kubwa sana mahali hapa. Tunakurudishia heshima, sifa na utukufu, kwa maana siyo kazi rahisi. Mungu wa Israeli, ninawaweka mikononi mwako wa mama hawa. Mungu kawabariki, Mfalme, bariki kazi ya mikono yao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao. Bwana wape afya njema, watunze na kuwapigania. Ninasimama kinyume na hila zote za shetani juu ya maisha yao, kwa jina la Yesu amazalia hai. Nina uharibu kila ufalme wa giza juu ya maisha yao, maana umesema utamharibu yeye kila roho maskini, tunamlaani mipango yote ya giza, kila matango mabaya yaliyotamkiwa na watu wenye nia mbaya. Bwana, wa mama hawa ninawaweka mikononi mwako, ninaweka miti hivi pia wakfu kwa ajili ya kazi yako, nikafae kwa ajili ya kazi yako nyumbani mwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo ninachemya ndani ya bwawa la damu ya Yesu Viti hivi na wote waliotoa, Bwana kono wako Baba, mmoja maisha yao, kama tulivyoona juya mama yule mchimani. Tumemwona kakasi ipano ya utoaji. Tumeona mengi na tumesikia Bwana, baraka walizopata waliotangulia zikawale vyema. Hawa wa mama waliofanya tendo jema nyumbani wako, wamekupamba Yesu, wameipamba nyumba yako, wametoa kwaja ufalme wako Mungu wakumbuke mama, wakumbuke wamama wa hawa, watetee na kuwapigania adui zao walo adui zako, ila kubariki, kwa maana umetenda kwa, kwa utukufu mkuu. Wa jina la Yesu inawaweka mikononi mwako Mungu, nikibariki viti hivi meza pamoja na kila chofanya. Mungu kabali kibali machoni pako, katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Amen. Amen. <tos> <tos> Amen. Amen. Wakati huu naomba niwarudishe kwenye viti, nitamkaribisha askofu atasema mawili matatu kwa ajili ya wamama. Pia nitamkaribisha mchungaji naye atasimama kwa ajili ya wamama, atasema mawili matatu, wao ndio wanaojua wataongea nini kwa ajili ya wamama. Karibu baba, wamamakaibu nimeomba uanze wewe baba. Amina. Mama umepata nafasi ya upendeleo, karibu <coughs> Apiwi sifa, ninashindwaka namna ya kunena kwa ajili ya kazi hii ambayo imefanyika na wanawake wa kanisa hili. Ninajua maisha yao, ninayajua jinsi wanavyotembea na Bwana. Ninajua mpaka kufikia kufanya hili jambo, ni Mungu amewawezesha Umejitoa kwa dhati kabisa, lakini niwaambie kwamba hii sadaka mbili iweka ndani ya nyumba ya Mungu itakuwa inanena siku zote <gasps> naam, itakuwa ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe! Itakuwa ukumbusho kwa kila mtu ambaye atakuwa anaingia mahali hapa akiangalia hivi vitu kama akiva kama sio kazi ya wamama, akiatasema kwamba tulikuta viti ndani ya kanisa vilitubariki. Hiyo ni kazi ya wamama. Kwa hiyo baraka hizo zitakazokuwa zinaneno na watu tofauti tofauti tofauti zitakuwa katika maisha yenu, na niwatie moyo, usiwe mwisho, usiwe mwisho. Tuendelee sasa kumtumikia Mungu, kazi tuliyo nayo mbele yetu ni kubwa. Nyumba yoyote ambayo mwanamke yupo ina ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Baba anaweza akajenga nyumba tu nzuri kubwa nzuri, akairemba na rangi na nini, lakini yapo mambo mengine ambayo yanamhusu mwanamke, mwanaume hatufanyi. Nataka nyumba yangu ipendeze kwa jinsi gani? Mama anakaa anachemsha kichwa chake, anajua nikiweka hapa pambo fulani litavutia wengi kwa hiyo mahali tulipofika mimi ninaona wa mama tuna sehemu kubwa ndani ya nyumba ya Mungu. Ipe moyo kwa kutoa kwako hiki, hautapungukiwa na chochote zaidi, utazidi kubarikiwa na utakati kuwa unaendelea kubarikiwa, basi endelea kufanya kwa kuku, kwa sababu unamrudishia yeye aliyekupa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuwa nimejiandaa kusema chochote lakini Mungu awabariki kwa kazi njema hii ambayo mmeifanya, amyyapoteza bali meipanda kwa Mungu, na mtarajie kuvuna karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilipenda viti kama hivi, ana mgeleka sofa, ningebeba nyumbani sasa. Kiti kama hivi tabeba nyumbani, taendelea kuwa humu nyumbani wana Mungu awabariki sana sana kwa sababu umetoa. Wamama wa wanajua, wamama ni watu wenye ushawishi mkubwa duniani, na kitu cha tofauti ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yao nani wamama, alafu haya wanayoyafanya natimiliza yale ambayo yalifanywa na wamama wa kujibimbilia tangu wakati wa Bwana Yesu, kama alivyosema mama, isiwe ndio mwisho. Kuna siku mmoja wewe utawagusa kwamba tununue gari ya mchungaji, nunueni gari. Nasiku ingiwa taguza, wanasema jengeni nyumba ya mchungaji, jengeni nyumba. Usisikilize maneno ya watu wakatuchao hili tamaa, wakina Sanbalati kuwa hawakosi wakina Tobia, wakina Mwarabu kwa wako tuko pamoja jamani, hebu niangalie kitabu cha Luka na Maiki, Luka sura ya nane mstari wa kwanza mpaka watatu. Kwaya mlioyafanya amkufanya kwa ajili yangu mimi, mimi ni wakala wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nisinge nisingekuwa na Yesu nisingekuja hapa. Mimi nimemfuata Yesu, amkunifuata mimi wengine, kwa hiyo nyumbani tamaa, aaaaa, uongo uongo. Soma Luka sura ya nane mstari wa kwanza hadi watatu. Ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale senashara walikuwa pamoja naye na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo saba na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode na Susana na wengine wengi, walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Amen. Amen. Amen. Walikuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao sasa Yesu leo hayupo kwa namna ya mwili, yupo kwa namna ya roho ini. Kwa hiyo tendo mlilolifanya hili, mnamhudumia Yesu pamoja na mali zenu. Yesu hata wasahau. Tunaona kuna wakina Yohani, walikuwa hapa kina Mariamu Magdalena, inawezekana ndio wewe. Sasa usisikilize watu ambao kazi yao ni kukatisha nini watu waki wengine tamaa. Unajua kuna wengine wamezaliwa kwenye koo za wachoyo. Kwa hiyo usitegemee kwamba huyu mtu anakuwa mtoaji, unaelewana? Jamani, kutoa ni roho. Ukiwa na roho ya Mungu ndani yako utakuwa mtoaji bila kulazimishwa, na ndio maana Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu alifanya nini, alipoupenda upenda ulimwengu akamtoa Yesu. Huwezi kumtolea Mungu kama humpendi. Tuko pamoja, jamani? wezi. Mungu awabariki sana kwa tendo hili Mungu awabariki sana. Mbariki hata huyu mzee aliyesimamia mchunai wabay viti hivi ni tofauti na vile nilivyomuonyesha sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja jamani, walikuwepo wanawake pia manabii ambao walifanya kazi pamoja na Yesu, na nyinyi mliofanya tendo hili ni manabii. Kiongozi wa mama yenu mchungaji wangu huyo, na mama mwenyekiti mama, mama Mageranga, Mungu awabariki sana kwa kazi hii mliyofanya. Bwana Yesu asifiwe sasa.